Mtazamaji, kamati ya kudumu ya bunge inayoshughulikia miundombinu imefanya ziara katika ofisi kuu za TCRA jijini dar es Salaam. Pamoja na mambo mengine, kamati hii imeshuhudia uwekezaji mkubwa wa ujenzi wa maabara ya kisasa ambayo inahusika na uidhinishaji wa vifaa vya mawasiliano vya kielektroniki. Sasa mkurugenzi mkuu wa TCRA Daktari Jabiri Bakari anatoa taarifa fupi ya utekelezaji wa mradi huu. Uh, mamlaka pamoja na mambo mengine ina jukumu la kuratibu na kuhakikisha kwamba vifaa vyote vya mawasiliano ambavyo vinaingia na kutumika nchini vinakidhi viwango na mahitaji na matakwa yote ya kitaifa na ya kimataifa upande wa afya na usalama, kuhakikisha kwamba hivi vifaa vinakidhi viwango hivyo, kwamba watumiaji wanakuwa wako salama kwa ujumla, lakini pia tunahakikisha hivi vifaa havina mwingiliano na vifaa vingine. Nipo ndani ya maabara hii sasa, ambayo eh, ni chumba cha kwanza ambacho kinahusika na upimaji eh, wa mionzi, kama ambavyo unashuhudia hapa humu ndani kuna utulivu wa hali ya juu sana. Mimi ni Beni Mwanantala. Kumbuka ni ziara ya kamati ya bunge ya kudumu inayoshughulikia miundo mbinu chini ya mwenyekiti wake Mheshimiwa Selemani Kakoso. Tunaendelea kuipongeza wizara kwa sababu ndani ya Afrika Mashariki na kati hawana mtambo kama huu. Sasa sisi Tuitumie ili iweze kutunufaisha. Sisi kama wizara tunapokea ushauri wote, lakini kubwa tuendelee kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan namna ambavyo kila sekta anaweza kuiwekeza kwa ukubwa wake kuona kwamba wananchi wetu wanakwenda kutumia vifaa hivi vya mawasiliano ya kielektroniki katika viwango vya kitaifa, katika hali ya afya, lakini vile vile tumeweza kuona ule mtambo, sisi tuko mbele.